Ni mwezi Januari. Ndio. Uh, mwaka wa 2026 mm -hmm. Ni mwezi ambao baada ya kushuhudia baadhi ya mataifa kadha wa kadha mwishoni mwishoni wa mwaka jana wa 2025 kufanya uchaguzi, na nikwambie, kwa mwezi huu Januari, yako baadhi ya mataifa mengi ya Afrika ambayo yanatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu. Ndiyo. Na moja ya taifa ambalo kwa mwaka huu itafanya uh, uchaguzi mkuu kwa mwezi huu wa Januari mm. ni taifa la Uganda mm. ambako Januari 15 watakwenda, uh, kufanya uchaguzi wao, kumchagua kiongozi wa taifa hilo Uganda, raisi uh, uh, wa Uganda mm. na upinzani mkubwa, mpinzani mkuu wa Raisi Museveni, rais ambaye eh, katika utawala wake amechukua uh, miongo kadhaa akiwa mm. uh, rais wa taifa hilo la Uganda na kwa mwaka huu pia, ni mmoja kati ya viongozi ambao anakwenda kugombea nafasi hiyo pinzani wake mkuu ni Robert Kiagulanyi maarufu mm -hmm. eh, kama Bobi Wine. Unafahamu huyu ni, ni, ni, ni msanii, na ikumbukwe Museveni amekuwa raisi ama amekuwa madarakani tangu mwaka elfu moja mia tisa na themanini na sita, mm. <laughs> Jenerali Museveni eh, eh, tumwite Jenerali Museveni generali tangu hmm. ta mwaka huu 1986. Sasa ni kufahamisha baadhi ya mataifa amisi ambayo kwa mwezi huu wa Januari ama, mm. kwa mwaka huu wa 2026 na, na watafanya uchaguzi ukiachana na taifa la Uganda ambalo wao watafanya Januari 15, hmm, kwa maana mwezi huu tuliopo sasa hivi Januari ndio ndio tarehe 15, rais Museveni akitetea kiti chake kwa mara nyingine. Hmm, karibuni hivi <laughs> <laughs> tangu miaka hiyo mpaka <laughs> hey. Sasa wananchi wameendelea kumpenda na wananchi wameendelea kumwamini <laughs> kwa hiyo <laughs> anaingia tena ulingoni kuangalia na kuaje? <laughs> naikumbukwa na, na mimi si kwamba na Museveni aliingia madarakani baada ya kute, kutekeleza wakati ule tunakumbuka mm. uh, mapinduzi ya kijeshi mm, alikuwa ni moja katika, ee, katika wababe alikuwa ni moja katika wababe <laughs> kulikweli <laughs> na sasa anawania tena muhula mwingine mm, alichukua nchi kibabe baada ya akenda upigaji ukura ukafanyika. Kwa hiyo mm, mpaka sasa hivi yupo yupo Ikulu na, na, na bado yupo yupo. Eh, sasa mataifa mengine ya Afrika ambayo yatafanya uchaguzi mwaka huu 2026 Ukiachana okay, na Uganda tarehe 15, mwezi huu kwa, wa, wa kwanza. Jamhuri ya Congo itakuwa ni Machi 22 uh, pale Kongo, yes. mm. Alafu Benin, Libya, Djibouti, Cape Verde wa watafanya mwezi wa 4 kwa maana mm. April ndio watafanya uchaguzi. E, e, yes, wapigania uhuru wa taifa lingine mm. kwa mwaka huu ambao litafanya uchaguzi mkuu ni Cameron mm. na Cameron ambapo watafanya uchaguzi wa wabunge mwezi Mei, lakini Ethiopia watafanya wa mm. wao watafanya Juni 11 mwaka huu 2026 maraki Cameron wao walishamaliza uchaguzi wa rais. mm. E, kwa hiyo ni bunge sasa e, kamilisha bunge. Nchi nyingine ambayo zitafanya uchaguzi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ni Algeria na Kameruni kule mzee Ambao... Paul Bia akaendelea kuaminiwa vilevile eh? kaendelea mm. kuaminiwa vilevile kama, <laughs> kama ilivyo <yivu> kwa Museveni <laughs> maake mtoto wake naye alikopo anamwonea huruma, ambia baba, hapana wala Kupia. Baba, hebu <laughs> <wupu> pumzika, hebu hebu <laughs> jiangalia ulivyo. Lakini mzee akasema sasa, wananchi mimi mm. eh? Mm. na kweli wananchi kula za kishindo walimpa kura mm. Wanawambia mwanawe, unaona sasa unataka we, mzee apunzike. Unaona sasa, angalia sasa, mzee angewaumiza wananchi kama angemsikiliza mtoto. Na amisi nchi nyingine ambazo kwa mwaka huu 2026 najaribu kupitisha katika nchi ambazo kwa mwaka huu nazo zitafanya uchaguzi kama ambavyo baadhi ya mataifa ikiwemo la kwetu, mm, la Tanzania mm, kwa mwaka jana 2025 walifanya uchaguzi ndio. Eh, Algeria watafanya uchaguzi wa bunge kwa maana mwezi Juni, halafu eh, kule Zambia na watafanya uchaguzi Agosti 13 mwaka huu huu, lakini Sao Tome and Principe wao watafanya Septemba. Moroko watafanya uchaguzi wa wabunge Septemba mm, mwaka huu pamoja na Gambia na Sudani kusini ambazo zinatarajiwa kufanya uchaguzi wao, wao Desemba mwaka huu 2026 mm, lakini Sudani kusini ambayo hii ni nchi changa zaidi duniani na hajawahi kufanya uchaguzi wake tangu ilipojitenga na Sudani mwaka elfu mbili na kumi na moja mm. Uh, kutana na mapigano baina ya pande zote mbili, mmoja ikiongozwa na tunakumbuka Salva Kiir; mm, Salva Kiir uh, ingine makamu wake beki mashare. Lakini bado taifa ambalo tangu limeingia kwenye lilipopata uhuru wake kutoka Sudani uh, Sudani ya kaskazini ya Khartum lakini bado yeah. mpaka sasa ina changamoto zake za ndani yenyewe bado haijatulia. Lakini, lakini uh, amisi uh, wakati tunaangazia kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita baadhi ya mataifa kadha wa ambayo yatafanya uchaguzi na hayo ambayo tumeagusia, ni mataifa katika bara hili la Afrika ambayo kuanzia mwezi huu wa kwanza na kuendelea mpaka mwezi wa 12 yatafanya uchaguzi wao mkuu. Uh, kwa duniani huko, ukiachana Afrika mm. mataifa ambao kwa mwaka huu pia ambayo yatafanya uchaguzi nje ya Afrika e, kwa maana uh, Januari 26 nchi za kufanya uchaguzi ni pamoja na Myanmar Ah, Mianmari watafanya Januari 11, Januari 11 watafanya mm, na duru ya pili watafanya Januari 25. Duru ah, jenerali kakubali eh? E, hey. Kwa hiyo <laughs> ja, duru ya kwanza, duru wa pili Januari 25. Ureno watafanya Januari 18. Mm. E, mm. watafa na Februari nchi za Costa Rica, Thailand watafanya Februari nane wakati Bangladesh watafanya Februari 12. Na sasa mwaka huu. Mm, kwa, kwa Cristiano Ronaldo anapiga kura pale eh, mwaka huu eh. Mm. Pale Ureno. Yeye ye, ye, yuko Ureno. Mm. Yes kwa mwaka huu Januari 18. Ndio. Kwa hiyo kwa uki, ukiangalia kwa Bangladesh, uh, Bangladeshi ndio. Hii itafanya uchaguzi wake wa kwanza wa kitaifa tangu unakumbuka, tangu kuondolewa kwa Sheikh Hasina, vuguvugu ile Sheikh Hasina ilikuwa ni vuguvugu la wanafunzi ambalo niangusha utawala ile kwa vuguvugu. Yeah. Yeah. Vuguvugu. Mm. Vuguvugu. Mm. Mm. Waziri mkuu wakati mm. na, na akakimbilia kule India na na utawala utawala wake unakumbuka, una lidumu kwa miaka 15, ni sahihi, tangu mwaka 2024 na amerithi nafasi kutoka kwa baba yake. Uh, lakini kama unavyojua, Musa, kwamba mm. kuna wengine wanakwenda wana wanazizoea hizi nafasi wanazichukua kama ni zao moja kwa moja, yeah. Na wanajisahau kwamba kusema hii nchi ni ya wote mm. Kwa hiyo watu wanafanya nakutaka, kwa hiyo mambo yakawa magumu kwake Sheh Hasina, maandamano yakawa makubwa na mm. mwisho ikabidi tuwaone kwamba hapa mimi inabidi nikimbie na kakimbilia kule India. Kwa hiyo nao wanaingia kwenye uchaguzi mwaka huu. Nao wanaingia mwaka huu kwenye uchaguzi. E, kwa hiyo ni Bangla Bangladesh. Na Musa, niseme uh, moja katika hii ripoti tunapoangalia hizi nchi ambazo zitaingia kwenye uchaguzi mwaka huu mm. niseme kwamba katika chaguzi ambazo zinaenda kuwa na tension kubwa sana ni chaguzi hizi zitakazofanyika miaka hii la mwaka huu. Lakini pia zile nchi ambazo viongozi wake waliondolewa katika uh, mazingira ya mapinduzi mm. uh, mapinduzi lakini ni kwamba maandamano ya mapa, maandamano mm. ni nchi ambazo zitakuwa na changamoto sana katika uangaliaji wa, wa uchaguzi, kwamba uangalizi utakuwa ni mkubwa na wasiwasi. Mataifa yote eh, yatakuwa dunia yanaangalia ya ya, ya mataifa hayo um, Musa umetaja hapo kwa mfano Myanmar, mm. Myanmar na tumai dunia itakuwa karibu sana na huko kulingana mm. na historia yake tangu changamoto vuguvugu vugu, mpaka Aung San Suu Kyi kufikia hatua kupoa kesi nyingi mengi masuala mbalimbali yaliyopita, kesi zilizokuwa zina mkabili, unaweza ukaona kwamba moja kwa moja utakuwa ni uchaguzi ambao unaangaziwa kwa kiasi kikubwa, lakini alitajwa kwamba pasi kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, pia dunia itakuwa inaangalia, hususan wa shirika wa mpinzani huyu uh, namna gani, kwa mfano kama vile Marekani mm. wale wadau wa mataifa magharibi ambao wamekuwa wanamuunga mkono sana na wanaokosoa wana, wa, wa, wana sana utawala wa wa Myanmar wa kijeshi kwa namna moja ama nyingine utakuwa ni uchaguzi ambao utakumbwa na ukosoaji. hmm. uh, uh, wasiposhiriki wale wapinzani ambao tayari wana mafungamano makubwa sana na yale mataifa nje, hususan magharibi. Ilikuwa unatajwa Myanmar kwamba jeshi linatawala kwa mkono wa chuma, lakini pia haki za binadamu imekuwa ni shida. kwa hiyo hmm kwa namna moja ama nyingine ni moja ya uchaguzi ambao dunia utakuwa karibu nao sana, na duru mbalimbali za habari zitakuwa zinauangalia uchaguzi huu. Lakini Musa umetaja Sudani Kusini, Sudani Kusini. Kusini ni moja eneo ambalo litaangaliwa sana pia katika uchaguzi ambao unaangaziwa. Sudani Kusini macho yote yatakuwa yam, yameelekezwa hapo kimsingi tu kutokana na siasa za Sudani Kusini lakini kama itatokea wababe hawa wawili wakishiriki katika uh, uchaguzi huu mm. Salva Kil pamoja na Riak Mashar, ambao kwa muda fulani walikuwa marafiki wakubwa kipindi hicho hapo msituni mm. wanapambania uhuru pia wa Sudani Kusini kutoka kaskazini na mpaka wanafanikiwa kupata Sudani Kusini, lakini baadaye wakaja kugawanyika wenyewe kwa wenyewe, ikawa vuguvugu la kudai madaraka kila mmoja nani akapata top kama tunayoyaona leo. Sudan kaskazini baina ya Muhammad mm. Amdan Dagalo, lakini RSF ehe, RSF, lakini mm. ukija upande wa Al-Burhan Muhammad Abdul Fattah Al-Burhan mm. upande wa Jeshi la Sudan, namna gani? Ni watu ambao walikuwa ni mtu mkuu na naibu wake. Kwa hiyo ni katika moja ya eneo ambalo linaangaziwa sana. Kumbuka Sudan Kusini mm. alifika mpaka Papa Francis kipindi kile ehe, yeah. Lakini miito ya kidunia mbalimbali imetolewa mbali kutokana na ipatikane amani ya mukule waache uhasama kwa hiyo ni moja ya uchaguzi ambao utakuwa umeangaziwa kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na historia yake Sudani Kusini, tangu ipate uhuru. Kwa hiyo, Musa, niseme mataifa mengine uh, ni uchaguzi ambao utakuwa ni chaguzi za kawaida ambazo uh, kama ambazo zimekuwa zinafanyika katika haya mataifa, kwa sababu kwa mfano kama Cape Verde, uh, Cape Verde ni katika miongoni mwa mataifa ambayo bado uh, demokrasia uh, uh, uh, iko sawa mm. iko sawa uh, aina matukio matukio ma, mabaya that sana that, that. Yeah, uh, naam, kwa hiyo kimsingi kwamba uh, tut tutegemee kwamba baadhi ya maeneo kama hayo Uganda, hilo swala si la kuuliza, pia hapo jirani na ndio taifa pia. <laughs> Tuta, tutaangazia pia sana kuelekea uchaguzi <laughs> wake kama tuliangazia pa uchaguzi wa taifa la Kenya, ndio pia eh, tuangazie sana na na Uganda na Musa hii sasa na Musa hii sasa mm, imekuwa ni desturi kwa Afrika mashariki sasa hivi hizi, yeah, yeah, chaguzi zina mvuto sana Afrika mashariki. Uchaguzi wa nchi hii watu wa mataifa yote wanaangalia wanaangalia pale na itakuwaje, li na ikizingatiwa pia na kauli ambazo alitoa mwaka jana mwishoni, mm. uh, Museveni na kiruhusu vyombo vya vya vya jeshi la polisi kwa namna kwa kusema uchaguzi huo wewe, kuna baadhi ya mambo ambayo pia nafikiri yataangaziwa sana katika uchaguzi huo, mm. na rungu ambayo pia ametoka vyombo vya jeshi la polisi mm. na na na taasisi nyingine kwa mm. jumla mm. katika usimamizi wa uchaguzi huo, akitoa rungu la moja, kwa hiyo kuna namna ambayo utashuhudia misi uangalizi mkubwa sana na sasa, Uganda inafahamika. Kwa hiyo ukiangalia Kenya, Watanzania kwa tenshen ya Kenya, mpaka Ruto anapatikana baada ya anapishwa kwa rais, lakini mambo zile kesi mpaka inaisha kwa. So hiyo ukiangalia Uganda, nani tunafahamu Uh, Jenerali Museveni ana, ana ana mwanawe yule mwanawe yule, e, inafahamika mm. <laughs> e, Kainerugaba. E, Kainerugaba. Inafahamika mm. Namna gani mambo kila siku anakuja na jambo jipya, lakini kuna jenerali nini Tumukunde tu, mm. ambaye wakati fulani alikuwa ni rafiki mkubwa kabisa wa rais Museveni naye analipi katika uchaguzi huu, na yeye atajitokeza? Tukiachana na Kyagulanyi uh, Bobi Wine, lakini pia kuna Kizza Besigye hmm. na hawa wote niseme kasolo Wakaibuka. huyo bo, kasolo huyo Bobi Wine eh, uh, Robert kwa, kwa Kyagulanyi uh, General Timkunde ni rafiki mkubwa sana Museveni uh, kipindi cha nyuma, lakini Kizza Besigye alishawahi kuwa rafiki mkubwa sana General Museveni ambaye ni rais wa sasa wa, wa Uganda. Sasa je kuna wengine sura mpya zitajitokeza, zita lakini pia mm, uh, Kiza Besi je, mpaka sasa na yeye ana nafasi gani? Nini kitajitokeza? Kwa hiyo kuna mambo mengi uh, ambayo watu tutataka kujua, na hii siasa za Uganda ni moja ya siasa zenye mvuto Afrika Mashariki, na, na, na ukumbuke, Hamisi, pia ta, yupo jenerali mstaafu anaitwa Mugisha Muntu, <laughs> Mugisha Mugisha Muntu. Upia, upia, upia, upia, <laughs> na huyu atakuwa katika anagombea kupitia tiketi ya chama cha a, a, a mm -hmm. na ma <laughs> Musa, ni uchaguzi ambao utakuwa waina yake waina yake, na bahati nzuri ya majenerali asili yake Mugisha Mugisha Muntu nimemtaja Tumukunde, ambapo uh, katika hiyo oroza sija- mm. sijamsikia, la lakini alishapata kuwa anagombea gombea mara kadhaa, anatajwa ana, ana, ana kutoka kugombea mm. namna moja ama nyingine, ni watu ambao walikuwa wakaribu sana na Museveni sasa ni siasa za Uganda hususan tunapoelekea kwenye uchaguzi dunia ni moja ya nchi ambayo inakuwa tension naye kutaka kuangalia, mm. inakuwa je, lakini pia Musa, utakubaliana na mimi kwamba hata kinachoendelea kule katika Jamhuri mm -hmm. so, ya Kidemokrasia ya Kongo, in, inakuwa inatajwa sana Uganda pia yeah. kwa namna moja ama nyingine. Sasa na Uganda kuna namna pia e, inakuwa inatajwa mpene. kwa yale ambayo yanatokea kule, unaweza kuona kwamba uchaguzi wa Uganda unaanga kwa kiasi kikubwa na u, u, u, ukiangazia mzee Museveni kwa muda alioka madarakani, kila mtu anatamani kuona nini kinaendelea. Kuna dalili <coughs> za kidogo hiki kung'oka kutoka ikulu okay, okay, ikulu ukiangalia okay, okay, mpaka sasa muda ambao amekaa ni takriban miaka 40 yupo ikulu yupo, yupo ikulu na bado anadai sana bado yupo mm. na ukifuatilia mm. tathmini uh, za chaguzi zinazofanyika kura zake ni za juu, anapata kura nyingi, waganda wanaendelea kumwamini kwa, kwa, kwa kiongozi wa uh, kiafrika alikaa muda mrefu mm. ni hayati <laughs> Robert Mugabe naye pia alikuwa naye alidumu sana kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa hili nafikiri tutaangazia mengi zaidi kuhusiana na Uganda namna gani kikubwa, Musa, kwa sababu ni majirani zetu, ni muhimu kuwaombea uchaguzi uende kwa amani, uchaguzi uende kwa amani, kwa sababu Uh, tumeshuhudia changamoto mbalimbali zinajitokeza kwa miaka hivi karibuni kwenye hizi chaguzi. Kuna baadhi ya watu kidogo wamekuwa wanakengeuka zidi ya umuhimu wa kulinda amani. Sasa tujitahidi kuwaombea majirani zetu swala so, zima la amani. Amani ndo msingi, uchaguzi utakwenda utaisha, lakini amani ndo kila kitu, hata hayo yanayofanyika katika huo uchaguzi, lengo apatikana viongozi viongozi viongozi, wale impact yake waje kuleta maendeleo. Maendeleo hawezi kupatikana bila kuwepo kwa kwa amani, kwa hiyo amani. Yes. Waombee jirani zetu wakafanya uchaguzi vizuri, uh, wazingatie amani kwa sababu amani ndio kila kitu kama ambavyo nimezungumza, lakini niseme Musa, nategemea kwamba uchaguzi uh, wa Uganda unaenda kugonga vichwa vya habari kwa kiasi kikubwa sana, ukizingatia kama ambavyo niligusia, uh, na sisi tutafuatilia sana hilo pia, tutalizungumza yeah, tutalifuatilia sana. Ikumbukwe Musa kwamba sasa hivi kumekuwa na desturi katika nchi za Afrika Mashariki, kila taifa ambalo linafanya uchaguzi macho yote masikio yote ni kwa taifa hilo. Tumeshuhudia tumeshuhudia mara kadhaa uchaguzi wa kule Kenya, uchaguzi wa Tanzania, unaweza ukaona mataifa yote haya wanaangalia nchi fulani wanafanya uchaguzi. Kwa hiyo mm-hmm. ni, na, ninatumai na kinachoendelea Uganda kinafahamika. E, kabla ya mwaka huu kuingia, mwaka ambao utafanyika uchaguzi, shamla shamla yake, a, mambo mshike mshike wake kuelekea uchaguzi sio mdogo. Kyagulanyi, uh, hapa karibuni ameonekana akiwa anavaa hata ile kofia ngumu mm, lakini wadadisi wa mambo amemwona akiwa amevaa hata miwani mm, eh, miwani ambayo moja kwa moja miwani ambayo inarekodi matukio lakini yote, <laughs> lakini hali anayopitia na malalamiko mbalimbali ambayo anayotoa lakini kabla bado mwaka 2026 haujafika, mambo ambayo yamepitiapitia huko pitia ya kisiasa kwa well, makubwa na ni yes, mengi kwa hiyo, watu mm, wamekaa kutaka kuangalia nini kitakachojiri Uganda, lakini kikubwa ni kuwaombea amani well, hilo ndio jambo well, yes, la <laughs> msingiza <zaini. laughs>